weza na uwepo wako vikaendelee kuongezeka katikati yetu kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na tuseme amen, amen. Karibu kwenye kiti chako kwa dakika chache zilizosalia, na Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu apewe sifa amen. Wale wanaosikia baridi wanyamaze kimya, ambao wanasikia mchemko kabisa na raha na wameshiba wa, wa itikia, amen, haleluya, amen. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu, kwa ajili ya praise, kwa ajili ya star praise. Mungu wabariki sana. Mchungaji mtumishi wa Mungu uliokuwa umesimama, Mungu akubariki sana. Neno la mwisho sikulisikia vizuri, Tambo nitamkie tena, sijalisikia lile, sema sio, acha uache kuchatinae, sikulisikia vizuri. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wapiga vyombo pamoja na sound engineer wetu Mungu awabariki sana, Mungu awabariki nyote mlio katika ibada hii, siawaongezee baraka nyingi, siawaongezee neema na mafanikio Amen. siawaongezee kibali, siawaongezee afya njema, hata kilichokuwa hakiwezekani kikawezekane kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana kwani alisemaje pale mwishoni hivi? Anacheka Nilikuwa nakukaribisha eh. Kwa hiyo sina budi kuendelea kutamka, Mungu hayupo ndani yangu, ashaamia eh, sehemu yake sasa husika. Kwa hiyo ni sawasawa sawa. Ukiona mwanamke ulikuwa namfuatilia hapo madhabahuni ameshavalishwa pete ya ndoa ya kuolewa uache uh, kumfuatilia uh. Kwa hiyo ni usianisha hivi vitu ah, sawa, kweli kabisa, hiyo ni kweli, kama <clears throat> kama ashavalishwa pete, acha kumfuatilia. Akiwa hajaveshwa pete anaweza akasema labda, anaweza akagairi, hata kama kashatolewa mahali, au sio? Lakini akishaveshwa pete hiyo tayari, haleluya! <laughs> Ila huyu mtoto naye, usikute kuna mtu alikuwa alikua na anamfuatilia, kaona ameveshwa pete hapa. <laughs> Alikuwa anaambiwa asui nani hapo, tutakuwa tutakuwa nani, Filipo. Filipo katika watumishi ambaye sijai kusikia ana mtu, ni Filipo. Eh, safi kabisa. Safi kabisa. Ni kweli eh? Yeah. Eh. Yeah. Hiyo yeah, ndio inaofaa. Siku yake akimpata unajua kwamba si huyu sio mwalibifu. Amempata ni kutulia naye. Lakini unashangaa ndani ya miezi miwili mwezi mmoja mtu ana watu watano. Ah! Unajua hichi kipanga cha wapi sijui. Kamtongoza huyu kamwacha, kamtongoza yule kamwacha, kamtongoza yule ana hera, kamtongoza yule ana nyumba. Eh, unajua huyu sasa huyu ni hatari. Ndio sasa nasema hivi utashangaa unaletewa na zawadi na kila mtu. Haleluya. Tunaendelea na somo letu la mavuno. Hebu sema mavuno. Bwana wa mavuno yuko mahali hapa. Mavuno yuko mahali hapa. Bwana wa mavuno yuko mahali hapa. Bwana wa mavuno yuko mahali hapa. Je, uko tayari kuambatana na Bwana wa mavuno? Niko tayari. Mwambie jirani yako mruhusu Bwana wa mavuno akutawale. Mruhusu Bwana wa mavuno akutawale. Ah, itikia vizuri basi. Mruhusu Bwana wa mavuno anitawale. Mimi nasikia kuitika sana kwa sababu nimeshiba vizuri. Bwana, wewe itika vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Mruhusu Bwana wa mavuno akutawale. Naam, mwambie jirani yako, mruhusu Bwana wa mavuno akutawale. Mruhusu Bwana wa mavuno akutawale. Anasemaje? Anamruhusu Bwana wa mavuno akutawale. Bwana Yesu asifiwe. Amen, ili kwamba tunaposema Bwana tunamaanisha mtawala, tunamaanisha mmiliki, tunamaanisha mwenye mali yake kwa hiyo Yesu ukishamuita bwana, maana yake umekubali akutawale, ya umekubali akumiriki, umekubali awe ya ndani yako na akuongoze yeye Amen. na ufanya anayoyataka yeye, sio unayoyataka wewe. Bwana apewe sifa Amen. Aleluya na wewe Amen. Unakubali iwe hivyo, unakubali. lakini ili uweze kutawaliwa na Bwana wa mavuno lazima ukubali na wewe kutoa nini? Mavuno upendo bila kupeana vitu wakati mwingine haupo. Kama mtu anakupenda kweli, akuletea hata ua, haleluya yeah. na asilimia kubwa kama ni msichana na mvulana wamependana, ni mvulana ndo anapeleka kwa binti, lakini ukiona binti ndo anakuletea we, hata ukimwoa umeolewa, yeah. haleluya yeah. Hey, kwa sababu imeumbwa mwanaume ndo na anatakiwa mpe nani, Ila wakishakaa pamoja sasa, wakaelewana ndipo na mwanamke ampe nani. Lakini ukiona mwanamke anakupa, sio mchumba wako, sio mke wako, hapo wagenda sasa, yes. <laughs> Hey. Wewe yani, mwanamke ukitoa kitu kikubwa sana kwa mchumba wako, kutoa maua, peleka maua, lakini unampelekea na suti na kiatu na suruali na boksa juu, hey mengine <laughs> lakini, Yesu kwa sababu ni Bwana, anatupatia kila kitu Amen. Yesu yeye ni nani? Ni Bwana. Yesu ni nani? Ni Bwana. Sisi ni nani eh? sisi ni mabibi wa kwake eh, sisi ni mabibi. Hata kama ni mwanaume wewe, ni bibi harusi wa Yesu Amen. Yeye ni bwana harusi, wewe ni bibi. Kwa hiyo wewe huwezi kumpa Yesu anachokitaka, ila yeye atakupa wewe Uweze kumtimilizia Yesu kila kitu, yeye ya atakutimilizia kila kitu. Amen. Kama kweli Yesu ni Bwana kwako, sema Yesu uwe Bwana kwangu. Sema tena. Yesu uwe Bwana kwangu. Sema tena. Yesu uwe Bwana kwangu, kwangu. Alikubali kufa msalabani kwa sababu yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Yeye ni nani? ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio maana akakubali kufa wapi? Msalabani, kwa sababu yeye ni nani? Ni Bwana. Yes, ama kofi mengine kwa ajili yako. Amen. Na ili kulielewa ili, unatakiwa uwe na imani hadi kutoa mavuno yaliyo sawasawa na maisha yako. Ni kuwa na imani, nimekuambia uwezi ukatoa mavuno sawasawa na wewe ulivyo kama uelewi unayemtolea Mungu amekulinda tangu Januari mpaka Disemba. Kuna watu ulikuwa nao karibu wamekufa.